Kwa majina naitwa Sunda Saidi Kapona, lakini jina ambalo wanatumia kwa usanii naitwa Sunda Wilene. Naimba nyimbo zote, lakini nimedili sana kwenye nyimbo yeah, za asili. Natumia sauti stahili za marehemu Mwina, Mwinamila Mwina, Mwina, natumia sauti yake, lakini nyimbo natunga mwenyewe. Sana sana nimedili nime, kwenye Chama cha Mapinduzi naimbia viongozi, naimbia chama, na na chama. Kwa mfano kipindi cha kampeni hichi nimeshatunga nyimbo za chama za kumsifia Mama Samia Kumombea kula Samia, na bado naendelea kutunga zimkili. Kwa nini uliamua kutumia sauti ya huyo mwina, mwina, mwina, mwina. mwina, mwina eh? Kwa nini yule mzee nilimpenda toka nikiwa mdogo, nilikuwa napenda kusikiliza nyimbo zake, kwa sababu baba likuaga na nyimbo zake nyimbo anazipenda. Na nami nikawa napenda kuisikiliza sana kaska, kipindi nikawa nimekalili staili yake hey. Na nyimbo zake unazikumbuka walau yuba lya ya wenane ceza wawanga shilile muganda mwinamila canina mawoya kawuga moya kukiya halaluka wenane holokwapya mpyupyu ucaguzi mukugwandya kucambuwa milimo malengo ga kumulika nzila nyelele yeah, umg'atukana buzehe mucamalile <tipos> kela wasumba. ali mwinyihanga magasasa kwendesya mawoya olowize uchaguzi bila kupingwa uvita hatuwaza kona vitendo zinatupa moyo. olowigize uchaguzi yali mwinyise Watanzania kuyomba bila kupingwa uvita. Hicho ni Kisukuma. Hicho Kinyamwezi. Nimekisikia unavyokandamiza, na wewe ni Mnyamwezi ama... Mimi Mnyamwezi halisi. No, baba Mnyamwezi, mama Mnyamwezi. Hapo maana nini, mtu asiye kusema ametukana. Hapo. Yeah. Yuvalia ya wena necheza mabangani. Jua lime, limeenda, wenzangu, tucheze manyanga. Uchaguzi mkuu hivi sasa umekaribia, nyelele, changamka sasa, kuendesha sera haya na za kwako. Sasa unasema una nyimbo za eh, kampeni ya kumsifia mama Samia, mama Samia. Sunda Wileme mwana wa Saidi mwizukulu wa Kapona nafuma ntomola wilaya ya ulambo kata ya vumilia mtagwa nkokoto aha na vyalilwa ivizazani mkowa gwa daresalama wilaya yailala kata yapugukajiungeni mtabombani ahanigashaga nigegelegagiva tanzania vichanenene sunda nuimba mayusami ya milimo yendele mayusami kumpe miaka itano ili endele kuyizenga nsi yiswe ya tanzani awe utumaini liswe wananchi wa Tanzania ma yusamia milimo yende yusami kumpe miaka itano iliendele kuizenga nsiiswe ya Tanzania awe utumaini liswe wananchi wa Tanzania kumpe uyumayu samia suru wa Tanzania vichane kumpe miaka itano kumpe Uyumayumashimi wasami asulu wazani kumpe isumbi kale ilyendeleye kuyizenga nsi yiswe ya tanzania kwa sababu ina moyo gwa buzalendo na mumoyo gwa mayinaniya na malengo ga kwendelea kuyizenga nsi yiswe ya tanzania alakini kipindi kumpa kulaziswe ba tanzania bicha kube kuwizukila buyombi bwa bahenga wali bayomba ifige limo wawo wawili nungu olo wayitenga ubaga ikabile kwikala mafiga atatu hunungu yuikala olo wafika ku kuwuchaguzi kwakikishe mafiga atatu kugufuma kuchama cha mapinduzi CCM awamuye kwandya laisi mayu Samia madala kani ikale awamuye kawili wabunge madala kani wikale Awamu ya kata tatu madiwani madarakani vikale kufumila kuchama cha mapinduzi CCM, kwa sababu viongozi bora ukubu fumila. Eee, yeah. Siyo mchezo ngosha ushaimba jukwani ama bado? Mara nyingi wana, wamei wananitumia sana CCM. Mm -hmm. kwenye kampeni, kwenye ya ndani, wana kwa CCM. Kwa kwenye kampeni kwenye mikutano ya ndani, wananiita naenda kuimba. Nini wito wako kwa wasanii wanaokutazama? dili na nyimbo za asili tuzikumbuke, sababu ndio asili yetu. Na kuelekea uchaguzi mkuu, na waambia nini Watanzania kwa ujumla? Mimi natuambia wadili na Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndio kinachotupa kina viongozi bora wanaojenga nchi yetu. Namba zangu ni sifuri saba moja nane sabini na sita sitini na moja arobaini na sita. Kazi yangu naendesha bodaboda na paki puku kona hapa stendi ya Chanika.